Ndugu waandishi wa habari, wa tumeitana hapa kwa ajili ya kutoa ufafanuzi kwa umma juu ya tukio la kutelekeza mtoto mchanga, tukio ambalo limetokea siku ya tarehe 12 mwezi wa pili elfu mbili na ishirini na sita majira ya saa 12 jioni katika ofisi za mabasi ya Superfeo mtaa wa Kibena kati kata ya Ramadhani wilaya na mkoa wa Njombe ambapo mtoto mchanga wa kike anayekadiriwa kuwa na mwezi mmoja alikutwa akiwa ametelekezwa ndani ya ofisi ya kukatia tiketi ya kampuni ya Superfeo na mtu ambaye bado hajafahamika. Jeshi la polisi linaendelea na juhudi za kumtafuta aliyefanya kitendo hiki ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa. Aidha, mtoto huyu kwa sasa amehifadhiwa katika hospitali ya Kibena na chini ya uangalizi wa madaktari na hali yake inaendelea vizuri. Uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa mtuhumiwa aliyemweka mtoto huyo bila ya kuwepo kwa wafanyakazi katika ofisi hiyo ya Superfeo. Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe linatoa wito kwa wananchi kuacha tabia ya kuwatelekeza watoto kwani kufanya hivyo ni kosa kisheria, na wanaposhindwa kuwalea basi wawapeleke katika vituo vya kulelea watoto na sio kuwaacha watoto wakiteseka mtaani, kwani atakayebainika, hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yake.